Nyota mwingine ambaye ulivyoanza msimu huu wa yeah, elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano yeye alijinadi kama anataka kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano Huyu na mwingine huyu si mwingine ni mlinzi kosti ya Kostya, Young Africans Ibrahim Abdulla Bacca uh, Hamad yeye yeah, amecheza michezo ishirini na mbili magoli manne assist hana interception amefanya mara ishirini na nane mwanzoni wakati ligi inaanza Bacca alikuwa anafunga Akasema uh -huh. kiojiwa akawa kwa natania kwamba bwana, tunapuja. Mimi nataka kiatu cha ufungaji bora sasa, kimempalia eh ile baka nafunga, mm. anafunga alafu eh, dube afungi hmm. ah, <laughs> eh alafu dube afungi. Mimi safari hii nataka kiatu cha ufungaji bora. Watu wakasema inawezekana bwana, majambo ya ngumu unajua, una a uh, namba nzuri. Uh, interception za Bacca hmm. ni ishirini na nane hmm. uh, kama ambavyo Michael alisema hapa hmm. kwenye eneo la defense, ukicheza kwenye eneo la defense kuwa na namba kwenye eneo la intercept, kupata namba ya interception hmm. ni, ni jambo la kawaida unless uh, uwe uwe ni mtu mvivu, mtu ambaye hukimbii sana hmm. kwa sababu ili upate interception pia unahitaji kunyumbulika, ukimbie kwa kiwango kikubwa kiwanjani, ndio unaweza kupata hizo namba, sio lakini. Uh, wapo madefenda ambao washakuwa na namba kubwa kuliko washambuliaji. Ukimwangalia mtu kama Sergio Ramos eh, ana magoli mia sitini na umeona mwamba huyo ana mechi mia nne na na magoli mia sitini na yani, kuna mshambuliaji toka ameanza karia yake mpaka anaacha karia hajawahi kufikisha magoli mia na so inategemeana na uelewa wa mchezo na ule utashi wa kuamini kwamba uh, una uwezo wa kufunga kama ambavyo wanafanya, wanatekeleza majukumu. Na maeneo machache sana kwa defender kuweza kuscore, eneo la kwanza ni set pieces, kwamba uwe, uwe ni bora kwenye kupiga mipira ya free kick. Uh, eneo la pili uwe na uwezo wa kwenda juu na kucheza mipira ya kona, unaelewa. Eneo la tatu ni eneo ambalo timu itakutengenezea mazingira ya kufanya movement na kuingia kwenye eneo ambalo litakupa nafasi nzuri ya kuscore. Eneo la mwisho ni kuwa uh, ni kuwa na uwezo tu wa kupiga kupiga penalty, unakuwa penalty teka, kwa maana ikitokea basi tunakupa piga, tunakuamini, nenda. Lakini kitu kizuri na, alichokuwa nacho na, Bacca msimu huu alianza nayo, naona zile penalty azitaki sasa hivi. Uh, ni confidence aliyokuwa nayo, yaani <laughs> alijiaminisha kwamba nataka kuwa na namba ya magoli mengiakiitungaia ile Afrika Kusini ya Mamelodi ikapaa yeah. Akaangalia na zingine tena m... Amani ikapaa. Kwa hiyo huko sio kweli, lakini moja kati ya mabeki bora sana kwangu hmm. Mimi ni moja kati ya mabeki bora sana ambao hmm. uh, wameamua kujipa majukumu ambayo uh, yatawapa chachu ya kuongeza enerji ya kupambana unajua, mm. Uh, kwa eneo ambayo anacheza Baka, ukishajipa dhamira uh, ya kuamini kwamba nahitaji kuwa top scorer mm. sisi tunaamini kwamba huwezi kuwa top scorer mm. kutokana na nafasi unayocheza, lakini deni ambayo umejipa looni linaweza kukupa nafasi nzuri zaidi. Angalia, anaenda Uh, ligi namalizika uh, na goli nne ni goli ambazo anaweza kujivunia kwamba mimi, hata msimu uliopita sikuwa na hizi goli ma hmm. kuna hatua nimefanyaje, nimepiga. Ni kwa hiyo ni kitu ambacho uh, kwa sababu kweli uh, kilichomsukuma ni kuamini kwamba nikijipa deni nitalifukuza hili deni na litalifanya mikuwa bora muda wote.